Karibu sana kwenye sehemu ya tano ya simulizi ya Dunia. Sehemu ya mwisho ya hadithi hii ya mapenzi, maswali na majibu ya mioyo miwili. Kama umekuwa nasi tangu mwanzo, tunakushukuru sana kwa kuwa sehemu ya safari hii. Na kama ni mara yako ya kwanza, karibu sana, lakini usikose kurudi mwanzo ili kuielewa hadithi kwa ukamilifu. Sasa twende pamoja hadi mwisho wa dunia. Usiku huo baada ya kuandika ile barua ya mwisho, Sudi hakuweza kulala. Moyo wake haukuwa na maumivu tena, bali ulikuwa na utupu uliojaa matumaini. Aliiweka ile barua ndani ya daftari lake akaufunga kwa utepe wa buluu, halafu aliamua kufanya jambo ambalo halijawahi kuvuka akilini mwake tangu walipoanza safari hiyo ya maswali: kuacha kitu cha mwisho kwa Neema bila kungoja swali lingine. Asubuhi ilipofika, alienda kwenye bustani ya karibu, mahali walipokuwa wakikutana zamani. Alikaa kwenye kiti cha mbao kilichokuwa karibu na mti mkubwa wa mvule, akafungua simu yake na kuandika ujumbe mfupi: leo sina jibu, sina swali, ila nina zawadi njoo kama uko tayari kupokea, si barua bali moyo. Aliutuma ujumbe huo kwa Neema saa tatu kamili asubuhi, kisha akangoja. Saa ikapita kisha nyingine, saa ya nne. Upepo ulianza kupuliza taratibu, majani yakacheza juu ya uso wake, lakini moyo wake ulikuwa mtulivu, si kwa uhakika, bali kwa matumaini. Na ndipo aliposikia nyayo za polepole zisizo na papara. Alipoinua macho, alimwona Neema. Alikuwa amevaa gauni jeupe rahisi lililokuwa linarushwa na upepo, nywele zake zilikuwa zimeachwa huru, na uso wake ulikuwa na tabasamu la mtu aliyepitia dhoruba na sasa anaelekea mwangani. Bila kusema neno, aliketi pembeni yake kimya. Sudi akatoa daftari lake akamkabidhi. Hii si jibu, hii si swali, ni historia yetu yote imesimuliwa kwa maandishi, machozi na mapenzi yasiyotishika na wakati. Neema alilipokea daftari hilo kama anavyopokea mtoto aliyechelewa kurudi nyumbani. Alilitazama kwa muda kisha akasema kwa sauti ya chini, leo sina swali pia, bali nina jibu. Sudi alimwangalia kwa mshangao, jibu la nini? Neema alitabasamu, jibu la maisha, jibu la sisi, jibu ambalo nililitafuta kwa kila swali nililokuandikia. Akasogea karibu, akamshika mkono wa Sudi na kusema kwa utulivu uliovunja ukimya wa miaka mingi, jibu ni ndio. Sudi alinyamaza macho yake yalijaa machozi, lakini si ya huzuni. Machozi ya mtu aliyepoteza kivuli chake na sasa anakumbatia nuru. Walikumbatiana pale bustanini kwa mara ya kwanza, sio kwa msamaha tu, bali kwa makubaliano mapya, kuijenga upya dunia yao kwa vipande vya kweli, sio matumaini ya zamani. Miezi sita baadaye, duka la Best Sound lilikuwa limebadilishwa jina. Sasa lilijulikana kama Dunia Books na Beats, mahali ambapo maneno, muziki na mapenzi vilikutana. Neema alikuwa anahudumia wateja kwa bashasha, huku Sudi akiwa ndani akihariri sauti na maandishi. Ukutani palikuwa na bango lililoandikwa, Karibu dunia yetu, mahali pa maswali, majibu na mapenzi ya kweli. Na pale chini ya bango kulikuwa na picha ya daftari ile ambayo iliandika historia yao. Lakini kabla ya haya yote, kulikuwa na siku ile nyingine, ile ya giza, kimya na mwanga mdogo wa matumaini. Sudi aliweka daftari chini taratibu, akapuliza mshumaa aliyokuwa ameuwasha. Giza lilitanda chumbani. Lakini ndani ya moyo wake kulianza kuwaka mwanga wa ajabu, mwanga wa kukubali na pia wa kungojea siku iliyofuata. Alirudi best sound kama kawaida, hakuwa na matarajio ya ajabu, hakubeba kahawa wala si karatasi. Aliketi pale tu kwenye kona ile ile na kuanza kutazama mandhari ya jiji lililojaa watu wanaopita bila kujua kuwa mapenzi yanakaa kimya zaidi kuliko vilio. Dakika arobaini zikapita, alisikia hatua za haraka nyuma yake. Aligeuka, ilikuwa ni Neema lakini hakuwa peke yake, alikuwa ameshika sanduku dogo la mbao mikononi mwake. Alipomkaribia, alilisimamisha mbele yake na kusema kwa sauti ya upole, barua yako haikuhitaji jibu, lakini moyo wangu uliamua kuleta zawadi. Sudi aliangalia sanduku lile, macho yake yakionyesha mshangao wa kimya. Alilifungua taratibu. Ndani kulikuwa na karatasi saba, zile zile alizokuwa amemwandikia Neema, lakini zilikuwa zimeandikwa upya kwa mwandiko wa Neema, na pembeni yake kulikuwa na mistari mingine mipya. Aliisoma ya kwanza. Swali la kwanza, sikuwahi kuacha kukuamini, niliogopa tu. Ya pili, nilihitaji kujua kama unarudi kwa ajili yetu, na sasa najua. Ya tatu, nilianza kukosa pumzi tangu ulipoondoka, lakini sasa naweza kupumua ukiwa karibu6 zote zilikuwa na jibu jipya kutoka kwa Neema, si jibu la maandishi tu, bali ya moyo. Kisha mwisho kulikuwa na karatasi ya nane. Neema akasema kwa sauti ya chini, hili lilikuwa swali langu la mwisho. Sudi Sudi akaisoma kwa makini. Swali la nane, kama ningekuomba tuanze upya bila bila historia, bila hukumu, ungeweza? Sudi hakujibu kwa maneno. Aliinuka akamkumbatia Neema kwa utulivu wa mtu anayeshika zawadi aliyopoteza kwa muda mrefu na sasa amerudishiwa. Kumbatio lao halikuwa la tamaa wala la furaha ya haraka. Lilikuwa la makubaliano, la maumivu yaliyokubaliwa na ya upendo uliopitia barua saba, maswali saba na kimya kilichozungumza kuliko kelele zote. Baada ya muda mfupi, Neema alimwangalia na kusema, hatuandikiani tena Sudi, tutaishi. Sudi akacheka kidogo, kisha akasema, lakini bado nitakutumia meseji za usiku bila emoji. Neema akatabasamu, sawa, mradi tu nijue hauko salama tu bali upo kwa ajili yetu. Na hapo wakaondoka, wakitembea pembeni kwa pembeni. Haikuwa hadithi ya kurudi pale ilipoanzia, bali ya kuanza mahali pazuri zaidi. Katika dunia yao mpya palikuwa na nafasi ya maswali, ya majibu na ya kupendana kwa uhalisia wote. Na hapo ndipo simulizi ya dunia inafika mwisho. Tumepitia safari ya maswali, majibu, maumivu na mapenzi, yote yakiwa sehemu ya uhalisia wetu. Asante kwa kuwa nasi hadi mwisho huu wa kipekee. Mpaka simulizi ijayo, tubaki na upendo daima. Asanteni sana.